Inji yetu sisi wote, tukiharibu wote tunaenda, hata polisi asifikiri. Hata inji ikiharibika, hata yako na amani hapana, hata itabidi aumie na familia yake Kurudi kwa nyumba haitusaidii, sababu vijana wetu wanapotea. Hatujui tu wanapotea aje, unakuta wamechukua vijana wetu, wameenda kuwaficha, mzazi anatafuta awapati takapa hadi hadi masaa ya jioni kituamana, tunaandamana maandamano ya amani.